Aise mambo vipi mimi naitwa Tovuti na hii uh, ni siku nyingine tena tunaenda kuzungumzia issue nyingine tena ambayo ambayo ni hatari sana kwa Afrika. Yaani imekuwa inakuwa na ni kitu ambacho ambacho um, tusipokizungumzia ni kitu ambacho nadhani kinaweza kuwa na madhara makubwa sana hapo mbeleni sasa kwa kwa kwa nchi zetu za Afrika. Unaona? Kwa sababu si nchi zetu za Afrika ni wazuri kuadapt vitu mapema tunaadapt na nini na nini lakini pia ni wazuri kuviadapt na kuviabuse. Yani unapata kitu namna hii, lakini lakini unakuja baadae um, um, mshakutana na mtu anasema anafanya coaching. Kuna watu wanafanya coaching ya vile sijui, sijui coaching sijui um, ya mambo ya kazi mambo ya, ya umeona, na, na, kama kuna utapeli ndani yake, kama kuna kuna pressure ndani yake ambayo watu wanaipata na kama kuna maumivu makubwa kawaida, yani ya, ya, ya, lakini pia kiakili, ya, ya na vitu kama hivyo. Kwa hii dunia ya coaching, coaching ni, ni dunia ambayo imekuja Afrika, imekuja na wale watu ambao tunaita wale watu wamekuja na ile idea ya think big. Unajua, yani coaching imeanza tu miaka michache michache, ilikuwa inaingia taratibu taratibu. Sasa hivyo vitabu si think big, si nini nini nini, how to quit your job, si nini vitu fulani hivi, manifest, si vitu fulani vikao vinakuja katika culture za Kiafrika taratibu taratibu. Baadaye sasa ndio imekuja watu, sasa kuna makocha hao umeona, ndokani vosema, anakuja anataka kukufundisha jinsi ya kufikiria big, umeona jinsi ya kumanifest yani, how to quit your job yani, anakufundisha vitu fulani hivi anakukoach yani, kwamba yani yeye anadhani yani anakuambia kwamba akikukoach hivi vitu ukivifuata basi utafanikiwa, umeona. Lakini sasa mwisho wa siku ni kwamba unakuta hawa watu wenyewe ndo either wao wanafanikiwa, umeona, kwa maana kwamba wata, wata katika kukukoach wewe utalipa fee, kuna gharama ya kulipa wewe, kwa sababu nakufundisha ufanikiwe, kwa hiyo inabidi unilipe mimi, umeona. Na kuna ile wanakuacha wewe sasa unabaki uko uko broke na guilt, yani yani wanakuacha na guilt moja hivi na na, na na umasikini fulani hivi. Nao watu wengi hao watu wengi wenye wenye issue ya coaching, hao makocha hao ni watu wenye complex, wenye superiority complex, ni watu fulani wanapenda kuwa viongozi, ni watu fulani ambao wanapenda kujiona wana akili, yani watu fulani wanataka kuzungu, yani wanataka waonekane kama vile wanajua kuchambua ni vilaza fulani yani, mara nyingi wanakuaga ni vilaza fulani ambao wanataka aonekane kama ana akili au wanataka aonekane kama e, anajua kuchambua kuliko watu wengine. Sasa hii coaching, hii coaching ni msaada kwa sababu inabidi ujiulize, inasaidia watu umeona au ni ulaghai au ni, ni ujambazi wa kisaikolojia umeona, ambao unaua una ndoto nyingi sana za vijana wa Afrika kimya kimya coaching kama coaching, ndo maana nisema sisi wa Afrika tuna tabia ya kuchukua kitu tunaletewa kitu, afu tunakibadilisha katika mfumo wetu kinakuwa cha mateso zaidi. Ni kama hivi ambavyo tuliletewa sisi tumeletewa karibu kila kitu. Tumeletewa dini, yani tumegeuza dini imekuwa sasa yani, yani watu ndo wanajinufaisha, wanakuwa wachungaji matajiri, yani tumeibadilisha dini jinsi iendane na sisi tunavyotaka. Tunatumiwa yani kila kitu tunachokipokea tunabadilisha. Kwa hiyo ndo na coaching ndo vile, vile jinsi ilivyo. Sasa ina maana nikizungumzia kitu kama hicho inabidi nizungumzie asili ya coaching kwa sababu, hii coaching yenyewe asili yake ni wapi na kwa nini sasa hivi tuko ki, ki Tanzania, Tanzania watu oh, coaching hivi coaching vile. Kiukweli coaching kama coaching, ukienda kwenye ile basic yani, ukienda kuangalia maana ya ile coaching, ni kitu kizuri sana na ilianza kama njia njia fulani yani ya kusaidia watu, umeona na ilikuwa ni njia ku, u, ili watu waweze kufikia malengo yao binafsi. Umeona, kwa hiyo ilikuwa ni kwamba ile coaching ilikuwa ni kama tu ni ile push kwamba mtu anaweza kufanya kitu fulani, kwa hiyo anahitaji tu mtu akumpush ili aweze kufikia yale malengo yake. Umeona, kwa hiyo ilikuwa kwamba labda kama mtu anawezekana, labda mambo ya kifedha, labda kama alikuwa na ana kifedha ana, ana, ana, ana, ana, ana uoga uoga fulani, yani ile, unajua sio risk taker, basi anakuwa inatokea mtu ana mkoch anampush kidogo yani ili aweze kutake risk aweze kufanikiwa. Umeona, kama ni mambo labda ya kimaisha tu ya kawaida ya kimapenzi ya yani, vip, ya au vipi bana, mi ndo yangu, kwa nini usiingie kazini asubuhi? Unaelewa, una, yani mtu fulani hivi ambaye anakushauri, umeona. Sasa e, baadae sasa hizo zikaja zikahama. Sasa tulivyofika kwenye habari ya mtandaoni ikawa sasa ndo hizi watu wanakuja wanatoa ma motivational videos na nini, nini unaona nasoma, unaona, mi life coach, sio nini, basi anakusomea kitabu fulani au anakusomea quote fulani hivi ambazo amezipata sehemu ambazo ilikuwa zinaweza zika, zikakupush umeona kama, kama ushawahi kusoma kuna kitabu kimoja cha Tony Robbins, eh, unaweza ukagundua kwamba kitu gani nazungumzia. Sasa makochi hawa sasa, hiyo ndo yani, hiyo idea yani life coach hiyo hiyo, au au coaching ndo ilikuwa ni idea hiyo hapo. Sasa ikaja ikaingia on, online. kuingia online, kweli kukawa na watu wachache ambao walipata hela nyingi sana, unajua wanaongea ongea hao hadi wengine hao tu, tunajua kwamba wanaonekana walikuwa wana abuse wanawake na nini, wakaongea ongea watu wachache wakawa kweli wana hizo videos na nini kwenye social media wako big, wakawa wanatengeneza hela. Coaching imetengeneza mamilionea, wengi wamekuwa mamilionea sasa baada ya hapo sasa ndo baada ya watu kugundua kumbe inawezekana na nini na nini, sasa ndo imevamiwa sasa coaching, sasa kwa Afrika ndo kabisa yaani watu wamekuja sasa ile coaching sasa wameivaa. Sasa unaona, basi unakuta kuna kuna makochi wa money coach, unaona unakuta, na relationship coach, unaona manifestation coach, unaona No, tayari kuna good coach yani watu wanakufundisha kila kitu, yani Waafrika si unajua, yani, yani, wamelivalia njuga swala. Lakini sasa unakuta hawa makochi ni kwamba hawana mfumo wa maadili au nini? Yani, makochi wengi ni kwamba na yani unakuta yani hata ile msingi yani ile vitu anavyovipreach hata aishi hata asilimia mbili, umeona? Hawana elimu ya kisaikolojia kwa sababu elimu ya kisaikolojia makochi wa zamani hata kama sio kwamba tu umesoma saikolojia, ilikuwa tu yani kuelewa na saikolojia, namna ya kuongea na watu. Hawana. Yani unakuta tu mtu yani yeye anataka tu awaambie watu wamsikilize muda wote yani, umeona? Kwa hiyo inakuwa inakuwa ni kama vile anawalazimisha watu eh wafuate anachofuata. Na mara nyingi ndio maana inakujaga inaleta matatizo baadaye kwa sababu watu wanafanya yani, ee, yani, no tu kitu kwa kufosiwa, umeona? Yani ile watu blindfolded, ya muulizi swali amfanye nini? Yani mnakuwa followers. Sasa tatizo kubwa ni kwamba coaching leo wengi ni scam, yani ni kama ni scam kama ya kiroho, kama nilivyosema ni kama vile, yani uwizi wa kiroho na kisaikolojia. Umeona watu wanatoza maelfu ya dola kukuambia eti believe in yourself. Imagine mimi unanichaji la kibao alafu kitu unachoniambia eti believe in yourself. Yani sasa nani alikwambia I don't believe in myself to begin with? Umeona utasikia eti mtu anauza eti masterclass. Masterclass za mafanikio yani, ambazo yani unakuta hazina kitu chochote zaidi ya maneno hard work. Na hawa sasa makocha hawa ni kwamba wanaenda wana, sasa hivi wanachotumia ChatGPT sio nini wanachukua so, kwenye AI, zile hata sio nani zao, hata sio motivation zao. Yani sio kwamba ni kitu ambacho wanakiamini wao. Yani anaenda tu anakuambia, afa anakuambia hard work, afa anakuambia lipa mia mbili au mia tatu Na hawa makochi hawa ambao sasa hawa waliofanikiwa, achana na hao ambao hawajafanikiwa, wanahangaika wanaangaikangaika kuwa makochi nani ni nishi ambao yani, yani, uh, yani yani yani, wana wanajua wana, wana jinsi yakucheza nahisia zao. Ile kuna ile utakuwa bilionea unajua, kuna namba fulani tajiwa tu utakuwa bilionea na ubilionea eti sasa hivi unajua makocha bana <laughs> eti ubilionea sasa hivi, yaani wamechoka, wame kutaja ubilionea wa wa hela za kawaida, si wa Kenyan shillings, si ubilionea wa nini? Wanakwambia huo ni ubilionea wa kipumbavu, kwa wanataka we uwe bilionea wa dola. Unaona bana, yaani wanakuambia, wanakwambia usi believe in yourself, utakuwa bilionea wa dola wanatumia lugha fulani hivi za matumaini yani kuwashawishi kwamba wewe sio maskini yani, yani wewe ni kwa sababu una mindset sahihi yani, kuna ile tu eti ukiwa na mindset yani, mindset naitoa wapi babu? Yani inakuaje yani, how can you make my mindset yani? Wapo, kuna njia za kufanya labda kumpushi mtu, na ndio hiyo coaching sahihi ambayo ilikuwepo ya mwanzo, lakini hizi zenu hizi za slogan hizi inanifikisha wapi? Unaona. Kwao ukiangalia vizuri unakuta sio mindset yako ndio tatizo, unao unakuta, unakuta, unakuta ni mfumo labda, yani wewe unaishi katika mfumo wa kiuchumi ambao labda unakandamiza. Kwa hiyo litakiwa labda tu labda, um, kuna namna fulani yani vijana tu unakuta kwa ujumla wako disadvantaged, umeona, kuna vitu ambavyo vinaweza vikatatuliwa na mfumo, umeona, au vinaweza vikatatuliwa na wanasiasa, vinaweza vikatatuliwa na mfumo au ile collective maamuzi, um, ya pamoja ya kufanya jambo kwa pamoja Sio tu eti uende ukamsikilize mtu akwambia ti change your mindset, sijui think positive, sijui think big, sijui think outside the box. Nani amekwambia na think inside the box bro, mm? to begin with <laughs> kwa hiyo unakuta watu wana act, wanajua kila kitu lakini na, na, na, na kuna wakati unakuta wa, wanazungumzia inaweza kawa biashara au nini, ni, yani, wanakuwa wanajiweka kama vile yani kitu yani anaweza kakuzungumzia success yani ukaihisi, yani ile success ndo umeshaikamata. Ni watu fani wanajua sana kuongea. Wapo ambao hawajui kuongea wanalopoga lopoga tu, lakini mimi nazungumza hawa ambao wanajua kuongea, hawa wezi ambao sasa wamefanikiwa kwa sababu makocha wako aina mbili. Kuna hao ambao yani wako tu wanapoteza hela zao wenyewe, hawana experience yote ya kuongea na watu. Unakuta mtu kuna watu wengine unakuta akiongea na watu anawakera zaidi kuliko yani, wewe unaongea na watu unawakera zaidi kuliko kuwavutia, alafu unasema unataka uwe coach, yani, sasa utakochi nani? <laughs> Coach unataka uwe na charisma, hiyo ndo kitu ya kwanza yaani wa makochi, ukitaka hata kuwa coach mwizi inatakiwa uwe na karisma yani inatakiwa uwe unajua kuongea, maneno yanamvuta mtu anataka kukusikiliza tena, mona yani ukishaongea, ukishamaliza kuongea mtu anakutafuta. Sasa wewe unaongea na watu, ukimaliza watu watake kukusikiliza tena. Sasa unapoteza muda mona bana. Sasa tu, tuachane na hao wanaopoteza muda, tuongelee hao ambao hawapotezi muda, ambao wanapiga hela. Unakuta sasa em, matokeo makubwa ya hizi coaching watu wengi wanavyoingia kwenye kochi wanategemea wapate matokeo makubwa sana, umeona na wanataka wapate matokeo makubwa kwa muda mfupi, ndo madhara ya kochi, umeona. Kwa sababu em, una unaaminishwa vitu ambavyo sio real, unaaminishwa vitu ambavyo sio reality, unaaminishwa kwamba success utaipata tu, na hao watu wanaokuwa wanaokuaminisha wanaongelea ongelea tu katika kukuaminisha kama kitu rahisi. Kwa hiyo unajikuta umewekeza muda wako, umewekeza hela, umewekeza resources. alafu unakuta ile kitu mwaka unaenda, yani yani hiyo success una, unataja tu bilionea, hata milioni hauna, umeona, unataja tu bilionea, hata bilioni unaendelea kutaja bilionea wa dola, hata milioni moja ya, ya, ya Tanzania shillings una, umeona. Sasa watu wengi unakuta wanajibaki, wanajilaumu, wanaona kwamba labda yeye ndo ndo tatizo, yani mimi labda nina negative energy, kwa sababu mbona huyu mjomba anazungumzia positive energy na anasema itanisaidia. Umeona, watu wengine wanakopa hela ili kuhudhuria hizo seminar na nini na nini, financial freedom e nini nini yani masemina semina, semina za miisho, miisho, alafu anabaki maskini zaidi. Yani unakuta sasa wewe ukochi kakuchukua maskini, lakini pia na hao wengine ambao wanajiingiza kwenye ukochi, kwa sababu hii inazungumzia pande zote mbili. Wengine wanajiingiza kwenye ukochi, sasa unakuta mtu anatumia mshahara wake ili kuitengeneza eti biashara ya nani ili aonekane successful. Yani yani unajidanganya, una mwenyewe ili kuonekane successful eti ili baadaye tena ndo, wale watu wakupe hela, ndo uje uwe successful yani it makes no sense. Umeona kabisa yani lakini ndo hivyo ndo, ndo, ndo watu wanafanya. Na kitu kibaya zaidi em, ni kwamba kwenye hii issue ya coaching, umeona wengi wao ukitaka kugundua wana, wamegundua kwamba kwa Afrika ili kuwapata Waafrika ni kutaja issue issue za kiroho yani, unakuta kidogo tu watataja. Yani hapo baadaye, na na na atasema, uh, positive energy, atasema manifestation na vitu kama hivyo ili kuwashawishi watu ambao ambao wako on edge wanaweza kutumia dini kama excuse kuja kuingia kwenda kumfata jamaa. Kwa hiyo yani, hao ni kama yani wametoka, yani ni ni watu fulani ambao yani walishindwa kuwa wachungaji, ila wanataka utapeli ule wa kichungaji. Labda kama unataka kunielewa vizuri um, na wengine sasa, unaona baada baada ya kushindwa kufanya manifest <laughs> yani hadi nacheka hivi vitu vingine unaongea wengine awaza sasa, unakuta ameshindwa bana. Sasa mbona huyu kochi wangu, think positive, manifest, maendeleo ambao sasa tunakuta hayatokei okay. Watu wanapata depression watu wana, wana, wana, wana nani. Mi nasema mtu ambaye na, anadanganya kwa kujifanya kochi na nini, ni mbaya kama mchungaji feki, ni mbaya kama mwizi mwingine yoyote, umeona? Kwa sababu wanauza wanauza ndoto ambayo haipo. Kwa nini sasa Afrika, kwa mfano, kwa Afrika ni rahisi sana kwa ulaghai wa namna hii? Kwa sababu kwanza, ni rahisi kwa sababu Afrika ndo kama hivyo nimesema tuna tabia ya kuto question vitu um, kama vile kwenye ile episode niliyozungumzia kuhusu wachungaji na nini na nini, atu question vitu, yani umeona. Au, au tuki question inakuwa ni baadae sana, wakati tumesha tu, imesha kula kwetu. Na waafrika kitu chochote ukikilink na, na, na uka, ukaweka na udini udini kidogo, basi ndo wanafunga ile, kama hata kama walikuwa na akili ndogo ya kujiuliza maswali wanaifunga kabisa, waulizi kabisa maswali inafanikiwa hizi ishu za coaching zinafanikiwa Afrika kwa sababu Afrika shida iko kubwa sana kwa watu wenye shida ni wenye fi, shida kweli. Kwa Afrika ni fertile ground. kwa sababu gani? Ni sehemu nzuri kuwauzia watu non, e, ndoto. Umeona. Kwa sababu unajua watu ambao hawana maisha, ndoto wanajiwahi kuinunua, kwa sababu wanataka watoke kwenye maisha ambayo ambayo yapo ambayo hayapendi. Umeona. Kwa ulaghai, ulaghai wa namna hii, ulaghai wa namna hii wa, wa, wa ukochi, kochi huu si nini, nini. Ni rahisi sana kwa Afrika. Na ndio maana unakuta, na ndio maana unakuta, eh, makocha wengi, makocha wengi wa Afrika, hata kama achana na wale wale tulikuwa tunazungumzia, wanaofanikiwa kwa mamilioni na mamilioni, lakini hata wao wenye ukochi tu wa kidwanzi dwanzi unakuta wanaingiza ingiza vihela, kwa sababu yani wapo yani wateja, umeona. Kwa hiyo umasikini, ukosefu wa ajira, stress, hizi vitu wako wako nazo, matumaini. Umeona, watu matumaini na plani za kutaka kujionyesha, alafu pia kuna ile sense ya community, kwa sababu hawa hawa makochi hawa miisho miisho, wana mtindo wao wa kujifanya kutengeneza community, unaona, wana ile wanaunda ma group ya WhatsApp, sio nini, basi mnakuwa mko kama vile community fulani hivi, mnapeana tu, nani, yani, moyo kila asubuhi mtapeana message za kuwa milionea umeona atakuja huyu ataongea hivi, mnapongezana pongezana tu na kawaida, kuna kuaga na huyu sasa. Huyu hapa ambaye anataka sasa, aidha anataka hiyo mwenye hiyo sasa, mwenye complex ya kutaka kuonekana kwamba yeye ni superior, basi ndo anaweza akawa na control, anataka kuwa control kwenye hiyo group. Basi naona ukutana katika ma group wengine, hiyo member wote wanaitikia tu akiongea kitu igwe, yani wanaitikia tu eh, yani afu ndo hizo asubuhi wanapeana hizo message message za eh, you can do it you nini you are powerful, sivyo na vitu kama hivyo Ten, again hivi vitu sawa ni vizuri, ni vizuri kuambiana, lakini je, hiyo settings, hiyo setup mnayoambiana na kujazana hizi habari, mnajazana ukweli au mnajazana ujinga? Umeona, ndio kitu cha msingi. Na hawa, hawa, hawa hawa, makochi hawapendi mtu akiwaambia ukweli. Yani, kama ukitaka kugundua ukochi magumashi mwambie ukweli. Yani, akiandika kitu chake mwambie tu kwamba bana hiki, amna hiki, mbona ni uongo? Umeona, we mbona unawambia watu hivi, mbona we maisha yako yako hivi umeona, mbona maisha yako magumu? Na wadanganya watu, mbona unazungumzia hela, mbona huna? Umeona, basi wanakuwa hawa makochi wa uongo wana panic hapa, kwa sababu hawajazoea. Yaani, wanataka kutengeneza mazingira ambayo wanaambiwa tu ndio ndio ndio. Kwa wakikutana na mtu kama wewe, aya ya, ya, ya. <laughs> Nimesema nitamuomba na mshikaji wangu mmoja ni kocha, nitamuomba hivi niongee naye ili atufafanulie ili tujue yeye yuko upande gani wa ukocha. Lakini labda unaweza kuta akiangalia hii episode akaamua kwamba huyu bwana nisiongee naye, kwa sababu kuna watu wengine wanaokuwa challenge wanaona uko hostile, wanaweza asitake hata kuongea naye. Kwa hiyo tunafanyaje? Umeona, tunataka tuifute coaching? Hamna. Ah, so lazima kuifuta kwa sababu coaching kama coaching ile basically, yani coaching yenyewe kabisa ile ni kitu kizuri, umeona, lakini lazima kuwe na lazima sisi wenyewe yani maana tukisema regulated kwa Africa, regulations ni ngumu, lakini sisi wenyewe inabidi tu tu tunachambua, huyu jamaa anachoniambia huyu, hem, jaribu kumwangalia naye tu maisha yake, umeona, yani ni bora uka kama wewe ni mfanyabiashara, ni bora ukatafuta mfanyabiashara mwenzio ambaye amefanikiwa, nenda kamuombe uongee naye. Kama wewe unauza unauza kanga Jaribu nenda katafute mfanyabiashara wa kanga ambaye anauza sana. Jaribu umwambia bana, mimi naomba unisaidie, mi bana, nafanya biashara yangu ya kanga hivi na hivi, nafeli wapi? Wewe mbona kanga zako zinatoka umeona. Lakini so eti wewe unataka kuuza kanga, eti unaenda kumtafuta tu ngedele mmoja eti yeye ni coach, si mfano tu yuko yudizi, mwite hapo, anakuja kukwambia, huyu ana-coach watu wanauza matikiti, ana-coach watu wana... Sawa, kuna ile ku-coach general ile labda push nini, nini, lakini kuna wakati mwingine unahitaji vitu specific, unahitaji knowledge. Hao watu hawana hii knowledge, unaelewa? Unahitaji knowledge specific, kwamba bana matikiti bila kuweka mbolea ya nani unachemsha, ya kuweka maua labda unachemsha, unaona labda ni kitu ulikuwa ufanyi na nini na nini na nini, umeona. Kwa hiyo vitu kama hivyo e, na, na kama watu binafsi, inabidi tujifunze kutofautisha kati ya motivation na manipulation, umeelewa. Inabidi tujifunze kutofautisha kati ya watu wanaotutakia mazuri na wezi, umeona. Ukiona mtu anataka kukuondoa kwenye kazi yako bila mpango, yeye hata hajui hata, yani anakuambia tu 9 to 5 9 to 5, afu yeye mwenyewe yuko kwenye 9 to 5. Shtuka jigundue kwamba kuna tatizo hapo, umeona anakwambia ulipe hela ili ufunguliwe mindset. Yaani kwa nini anasikufungue tu mindset? Alafu hiyo yuko kwenye 9 to 5 yake. Umeona bana? Eh? Um, anajaribu kukutenga tenga hivi. Yaani kwa sababu anakwambia yeye watu wengine wana negative energy anataka kukutenganisha na watu wako ambao anajua wataku watakufungua macho. Huyo ni mwizi kwa sababu anajua kabisa wewe ukifunguliwa macho biashara yake haitaenda. Huyo ndo ndo jinsi utapeli ulivyo kwa sababu matapeli ndo wanafanya hivyo. Inabidi aku isolate. Umeona. Na utaona tu. Ukiona huyo mtu labda ana magrupu ya WhatsApp, najua watu wengi mnaishi kwenye magrupu ya WhatsApp. Yeye, yeah, akichallengewa kidogo anatoa watu na nini na nini na anatoa watu wote wale ambao wanamchallenge. Ujue huyo huyo ni mieisho kwa sababu hataki kuwa challenge kwa sababu ile utapeli wake au, au story yake ile haitawafikia watu, yani ile, ile product anayotaka kuiuza ambayo sio ya ukweli, haitawafikia watu. Mm? Kundo iko hivyo, unaona. Kwa kwa kiukweli ni kwamba hizi mambo za ma-life coach si ni nini, si coach si ni nini kuwa makini, wengi ni wezi wengi ni matapeli, wengi ni, ni wanasumbuliwa na complex tu fulani, wana matatizo yao ya kiakili ambao sasa wanataka wafanye hii kitu kama kujihili wenyewe yani, ni kwao ni kama therapy, yani, kwa sababu anataka aonekane, wana complex ya umungu yani, anataka umungu fulani awe na kundi fulani la kumfuata. Wengine wanaunda zinakuwa ni kama cult, yani ukiangalia hata zinavyo operate, ukichukua definition ya cult unaona kabisa yani kwa hiyo makocha makochi wapo yani. Makochi wapo, wachache wapo, na ni wazuri kweli na wanasaidia. Na makochi wanaosaidia hawaiki mbele sana hela kuliko kukusaidia. Na makochi wa kawaida sasa ni kuchekesha, ni kwamba makochi wa kawaida hawajiiti makochi. Yaani wako tu katika ni yani maisha ya kila siku unaishi nao wanakuzunguka kila siku na wanakukochi kila siku bila wewe kujua. Umeona? Lakini mtu akianza kuwai si coaching this, coaching that, si nini nini nini maneno maneno ya Kiingereza mengi umeona? Huyu achana naye, anakupeleka kwenye religion of guilt. Yani anataka ujione una hatia. Umeona? Ndio hao watu wanaosumbuliwa na issue za greed na vitu kama hivyo. Yani wao wao, yani kuna yani, wao yani wako ni watu fulani ambao wanataka wao wanaonekana wako pale juu, umeona? Wanazuia ndoto ambazo wenyewe hawajai kuzitimiza, wanakuuzia ni ndoto ambazo hata wao binafsi hawajai kuzitimiza. Umeona? kwa hawa hawa, mimi naita ni makocha wa dunia, mimi naita ni makocha wa uongo. Umeona bana, na wamejazana sana Afrika. Umeona, kama wewe unataka njia ya maendeleo, njia za maendeleo ziko nyingi. Mimi nakwambia, je, sasa hivi kama kweli unataka coach, kama kweli yani, kama kweli wewe unataka maneno mazuri mazuri, wala usisikilize ngedere yote anakwambia. Ziko AI kibao, ziulize tu, yani zitakujibu wewe, ziulize tu kwamba, bana, mimi nina tatizo hili na hili na hili hizo AI zinajua mambo mengi kuliko hata hata ona nini, tumia hizo AI tools bora, hata bora, kuna wakati mwingine unafika mi nilikuwa na ishu tu ndogo, kuna challenge moja tu ndogo. E, ilikuwa tu ya, ya, ya, ya kifamilia. Mtoto wangu kuna vitu alikuwa anapitia, nikaenda tu kuiuliza moja ya AI tu kwamba bana, nikasema mtoto wangu anapitia hivi na hivi na hivi na hivi hivi, inakuaje? Ningeweza kwenda ningeenda kwa, kwa ningeweza kwenda kwa mtu ange ningelipa mara kibao anishanishauri, lakini sawa ikifikia level hiyo inatakiwa inatakiwa, lakini hapa tu sasa hivi nikapata tu ushauri wa chapchap kwamba hivi, hivi, hivi. Na kweli nimefanya vile, story imeisha mm. Mm. Kama huko kwenye njia ya maendeleo na umeweka target yako na umepanga kwamba hichi vitu ndo nafanya, akija mtu akikwambia achana nayo, usimsikilize. Mtu akikwambia 9 to 5 achana nayo, wewe 9 to 5 inawezekana. Ndo hivyo, hatuwezi wote tukawa mabilionea, haiwezekani. Yani dunia ilivyoundwa imeundwa tuwe hivi, kuna watu watakuwa hapa juu, kuna watu watakuwa hivi. kuna, ni kama vile yani angalia jinsi walivyo, walivyo sisimizia una yani, kuna malkia, kuna nini, kuna wekas, yani ndo hivyo, tukiwa wote mabilionea itakuwaje yani, mimi, mimi ni mchumi, kiuchumi kwanza haiwezekani yani. umeona? yani hata tukiwa wote mabilionea sasa ndo ni kuchekesha. tukiwa wote mabilionea basi ubilionea itakuwa ni kama kutokuwa bilionea, sasa itabidi sasa uwe K kwantilionea ili ndio uwe tajiri, maanake sasa mabilionea wote mtakuwa ndo yani, ubilionea ndo utakuwa umaskini. Sijui kama unanielewa hapa, kwao kuna vitu haviwezekani. Siku zote kutakuwepo kuna, kuna gaps lazima kutakuwa na mmoja yuko juu mwingine yuko chini, ndio hivyo yani. Hizo ni, ni, ni, ni laws of nature mona. Kwa hiyo mi kama hivyo navyosema, um, siku zote kwamba mshauri wa kwanza mzuri wa kwako kwa ni wewe well. Mtu wa kwanza kukupa furaha ni wewe. Mtu wa kwanza kukuongoza ni wewe, alafu baadaye ndo unafata unafata um, ushauri nje na kuangalia nje na nini, lakini pia tumia uwezo wako ulionao. Umeona, wewe ni kochi mkubwa kwako kuliko kochi mwingine yoyote. Sasa je, ushawahi kuwa kwenye hii kundi au nini kwenye kochi? Ushakutana na makochi wa namna hii weziwezi? Ushakutana na hao watu wenye complexity za namna hii? kama umekutana nazo kama umeisikia komenti hapo chini, au sio bana? Tupeane stori, like na kusubscribe, share na watu wengine waweze kupata maujanja <laughs> Tovuti na hii ni Mambo Vipi. Peace out.